Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, watoto, usalama na amani inaonyesha kuwa kwa sasa dunia inakabiliwa na mizozo mikubwa zaidi kuwahi kutokea tangu mwaka 1946 and had to search for food to survive. While searching for food in the bush some unidentified fighters raped me. It's something that has really affected me mentally. Israel imesema imepokea mwili wa mateka mwingine aliyefariki kutoka kwa shirika la msalaba mwekundu ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya usitishaji mapigano kati yake na Hamas. na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha mwezi mmoja ujao huenda ikatangazwa kuisha rasmi kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini hali ya kukabiliana na maambukizi mapya ikoje? huduma zetu sisi kama vile waganga, yani madaktari, ambayo tumekuwa tukitunza watu, ni kusema hatupate kabisa vifaa ya kutunza watu. Madawa na vifaa mengine ya hospitali havifiki kabisa kwa haraka. lakini kabla ya yote, ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosoma kwako na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Caro, tafadhali karibu. Asante, Skola. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema wanawake na wasichana waliuawa kwa kiwango cha kuvunja rekodi na wengi wa wanawake na wasichana waliachwa bila ulinzi huku vita vikizidi ulimwenguni 5 imeongezeka mara nne ikilinganishwa na hali ilivyokuwa miaka miwili iliyopita na visa vya unyanyasaji wa kingono vimeongezeka kwa asilimia 87 katika kipindi hicho. Baraza la Mawaziri la Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba limejiuzulu kuelekea bunge kupiga kura kumchagua Waziri Mkuu wa kwanza mwanamke Victor Kenani na taarifa zaidi. Sanae Takaichi anayeongoza chama tawala cha Liberal Democratic Party. Hata hivyo, ataongoza serikali ya wawakilishi walio wa wachache. Mwandishi wa BBC anasema Bi Takaichi ni mhafidhina mwenye misimamo mikali asiyejulikana kwa kupigania haki za wanawake. Wachambuzi nchini Japan wanasema kuchaguliwa kwake ni mkakati wa chama chake kukabiliana na ushawishi unaoshika kasi wa chama cha mrengo wa kulia cha Senseito. Bitakachi anatarajiwa kushughulikia maswala ya mfumuko wa bei na ongezeko la gharama maisha Mahakama ya rufaa nchini Marekani imetoa uamuzi kuwa rais Donald Trump anaweza kutuma kikosi cha wanajeshi mjini Portland mjini Oregon jimboni Oregon licha ya pingamizi kutoka kwa viongozi wa jimbo hilo. Huu ni ushindi mkubwa kwa rais Trump ambaye amekuwa akitaka kutuma majeshi kwa majimbo kadhaa ambao ni ngome wa Demokrat, akihoji kuwa lengo ni kudhibiti viwango vya juu vya uhalifu, madai yasiothibitika. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo anaanza rasmi kifungo cha miaka mitano gerezani baada ya kuhukumiwa kwa uhalifu wa kula njama ya kufadhili uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba kinyume na sheria kwa kutumia fedha zilizotoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Mwamar Gadafi. Bwana Sarkozy mwenye umri wa miaka sabini atafungwa katika jela la, sa, la Sante mjini Pari, ambako hata hivyo amekuwa akikanusha mara kwa mara kuhusika na uhalifu wowote unaofungamana na uchaguzi huo wa mwaka elfu mbili na saba.

Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio washirika. Nchini Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo redio Muungano Beni, nchini Kenya ni pamoja na Gulf Radio, Tanzania tunaweza kusikilizwa kupitia Bomba FM, Abud FM, CGFM na redio nyingine washirika. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo pia msikilizaji hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kuhusiana na wanawake na watoto, usalama na amani, inaonyesha kwamba kwa sasa dunia inakabiliwa na idadi kubwa zaidi ya mizozo kuwahi kutokea tangu mwaka 1946 hali inayosababisha hatari na mateso makubwa kwa wanawake na wasichana. Ripoti iliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwaka 2025 imeeleza kwamba wanawake na wasichana wamekuwa wakiuawa, kuachwa bila ulinzi, lakini pia vita vinaongezeka zaidi. Na Halima Nyanza Ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ya mwaka 2025 kuhusu wanawake, amani na usalama imetahadharisha kuwa wanawake milioni 676 wako karibu na maeneo yenye mizozo iliyo hatari ikiwa ni kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 1990. Idadi ya vifo vya wanawake na watoto wasio na hatia imeongezeka mara nne ikilinganishwa na kipindi cha miaka miwili iliyopita huku matukio ya unyanyasaji wa kijinsia katika nchi zenye mizozo ikiongezeka kwa asilimia 87 katika kipindi hicho cha miaka miwili. Baadhi ya nchi barani Afrika ambazo kwa sasa wanawake na watoto wanashuhudiwa wakiteseka kutokana na vita ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan. Mwanamke huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye jina lake na sauti vimefichwa ni mfano wa madhila wanawake wengi wanayokumbana nayo katika maeneo yenye mizozo. wakati tunakimbia Kishanga, kaka zangu na dada zangu walikufa. Bomu lililipuka barabarani na kuwaua. Baada ya kuwasili Goma, nilifikia kambini na ilibidi kutafuta chakula ili niweze kuishi. Wakati natafuta chakula porini, wapiganaji ambao hawakutambulika walinibaka, jambo ambalo limeniathiri Ripoti hiyo pia inaonyesha kutokuwepo kwa usawa kwa kiasi kikubwa kwa kutolea mfano mashirika na yanayoshughulikia wanawake katika maeneo yenye mizozo ambapo kwa kipindi cha mwaka uliopita wa 2024, yalipata asilimia 0.4 tu ya misaada ikilinganishwa na matumizi ya kijeshi duniani kote ambayo yanazidi dola za Kimarekani trilioni 2.7. Katika kipindi kama hicho mashirika mengi ya wanawake yako katika hatari ya kufungwa kutokana na kukosa rasilimali za kifedha, lakini mashirika hayo yamekuwa msaada mkubwa na kurejesha matumaini ya wanawake wengi waliokumbwa na madhila katika maeneo hayo yenye mizozo, kama lile linaloongozwa na, na Stefani Marungu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, linalofahamika kwa kifupi Rewodi. Kimnukuu, tumekuwa tukijaribu kuwarejeshia matumaini yaliyopotea kwa muda mrefu kwa kutoa usaidizi wa ki like kisaikolojia ambao ni muhimu kwa wao kupona na tunaamini kwamba kuwasaidia kuwarejeshia matumaini kutawafanya wawe na hali nzuri ya kuweza kujithamini. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, amani na usalama, ambayo hutolewa kila mwaka, imeziteka pande zote zinazohusika katika mizozo kuhakikisha usalama wa wanawake na wasichana na kushiriki kikamilifu kwa wanawake katika mchakato wa amani. Namani halimanyanza Ina, Israeli inasema kwamba imepokea mwili mwingine wa mateka aliyekuwa akishikiliwa na Hamas. Mwili huo ulisafirishwa na shirika la msalaba mwekundu mpaka kwa vikosi vya jeshi la Israeli vilivyoko Gaza na umerejeshwa Israeli kwa ajili ya utambuzi rasmi zaidi na sambatenzi. Jeshi la Israeli imearifu kwamba Hamas imekabidhi mwili ambao inadai ni wa mateka mwili huo ulihamishwa na shirika la msalaba mwekundu hadi kwa majeshi ya Israeli huko Gaza na sasa umerejeshwa nchini Israeli kwa ajili ya utambuzi rasmi. Kabla ya jana Jumatatu, Hamas tayari imekabidhi mateka ishirini waliokuwa hai na miili ya mateka kumi na mbili kati ya ishirini na nane waliothibitishwa kufariki dunia chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanzishwa kwa upatanisho wa Marekani mnamo tarehe kumi Oktoba. Kumekuwa na hasira kume nchini Israeli kwa sababu Hamas hajarudisha miili yote ya mateka waliofariki dunia huku jeshi la Israeli likisema kuwa kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina linapaswa kutekeleza makubaliano na kuchukua hatua zinazostahili kurudisha mateka wote. Hamas imesema inakumbwa na ugumu wa kuipata miili hiyo kutokana na vifusi vya majengo yaliyoharibiwa huko Gaza. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israeli pia imewaachilia wafungwa 250 wa Kipalestina pamoja na watu 1718 waliokuwa wakizuiliwa huko Gaza na imerudisha miili ya wa Wapalestina 15 kwa kila mwili wa mateka wa Kiyahudi uliorejeshwa. Awamu ya kwanza imeleta ongezeko la misaada katika ukanda wa Gaza, kuondolewa kwa kiasi kwa majeshi ya Israeli na kusitishwa kwa mapigano, ijapokuwa ghasia zilizoleta vifo ziliripotiwa Jumapili baada ya pande zote mbili kushutumiana kwa kuvunja makubaliano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba usitishaji mapigano bado unaendelea huku mjumbe wake Steve Witkoff na mkwe wa Jared Kushner wakisafiri kuelekea Israeli. Kwa mujibu wa wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas, ambayo takwimu zake zinatambuliwa kuwa za kuaminika na Umoja wa Mataifa. Watu elfu sitini na nane mia mbili kumi na sita wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu wakati huo. Ni Samba Tenzi Hitilafu zilizojitokeza katika huduma ya kimtandao ya Amazon imesababisha hasara na usumbufu mkubwa wa mitandaoni katika mitandao inayotumika kwa shughuli za kila siku ikiwemo manunuzi. Mitandao kama vile Snapchat, Lyft, Reddit imeathiriwa na tatizo hilo. Kampuni ya Amazon inasema kwa sasa inaendelea kutatua tatizo hilo na mifumo yake itarejea katika hali yake ya kawaida. Muda mfupi tu uliopita, nimezungumza na mchambuzi pamoja na mkaazi wa Marekani Mubelwa Bandio ili kutaka kujua ni tatizo la dunia nzima, kwa sababu unapozungumzia uh, Amazon Web Service ama ama AWS. Hii ni katika ama ni kati yale mifumo ambayo wanaita ni cloud computing, kwa maana kwamba ndiko ambako baadhi ya server au watu wanatunza data zao, wanaweka database, wanafanya network na hata software kwa karibu dunia nzima. Kwa hiyo licha ya kwamba iko base hapa lakini ni kitu ambacho kimeathiri dunia nzima, kwa sababu unapozungumzia AWS katika makampuni ambayo yanafanya cloud computing yenyewe ina meli takriban asilimia thelathini ya dunia nzima. Kwa haraka haraka ni kwa kiasi gani mpaka sasa, pengine hiyo imeweza kuleta changamoto? Kuna hasara kiasi gani mpaka sasa, kama kuna tathmini ya haraka haraka ambayo imetolewa? hasara ambayo ilikuwa imepatikana bado hawajitoa kwa jumla, lakini wasema kwamba ilikuwa ni takriban dola milioni sabini na tano kwa kila saa ambalo Amazon ama hiyo sevisi ilikuwa chini. Makampuni kama Amazon wenyewe ambao kwa mujibu wa data zinaonyesha kwamba kwa kila saa takriban kuna takriban dola milioni sabini na tatu kwa kila saa, lakini kuna makampuni kwenye kwenyeso kwa mfano zaidi ya dola sita kwa kila saa, kampuni kama zoom na akiwatumia na makampuni mengine ambayo yanatumia hii huduma ya, ya ya Amazon kwa jumla nafikiria sasa hivi dola milioni tano kwa kila saa ambayo ilikuwa imezimika. Hatua gani ambazo zinachukuliwa sasa? Tukiangalia Amazon imeanza kurejea taratibu, lakini kuna mitandao mingine mikubwa tu ikiwemo Snapchat pamoja na yenyewe bado uh, yameendelea kukumbana na hii changamoto ngalia mwishoni hapa ilikuwa ni takriban kama saa saba usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa Amazon wasema kwamba wamefikia kiwango ambacho wanasema kwamba sasa hivi wako wanajitahidi, na naamini kwamba kufikia asubuhi hii kwa Afrika Mashariki watakuwa wamerejesha kila kitu. Ila tu pamoja nayo yote inaendelea kutukumbusha kwamba hata katika teknolojia sasa, ambapo wengi tunategemea na, kui, na kuitegemea zaidi teknolojia katika mambo mbalimbali, bado kuna changamoto moja ama mbili ambayo inaweza ikatokea na kuvuruga maisha yetu. Lakini wamesema kwamba wamejitahidi kwa kadri wawezao kurejea katika huduma kama kawaida. Tunasubiri kupata uh, uthibitisho kwamba tayari wamerejea kwa asilimia mia moja. Mchambuzi wa masuala ya Marekani na mkazi wa Marekani Mobelo wa Bandi wakiitamatisha mazungumzo nami na ananipa nafasi. Tunakwenda viwanjani na Victor Kenani Telegas. Shukran skola. Tunaanza na soka na klabu ya Israel Makabi Tel Aviv imesema haitakubali mgao wowote wa tiketi kutoka Aston Villa iwapo uamuzi wa kuwazuia mashabiki wao kuhudhuria mechi ya Ligi ya Uropa mwezi ujao utathibitishwa. Kikundi cha ushauri wa usalama cha Birmingham SAG, chombo kinachotoa vyeti vya usalama kwa ajili ya mechi, wiki iliyopita kilijulisha vile kuwa hakuna mashabiki wa timu ya ugenini watakaoruhusiwa kwenye mechi hiyo jijini. Uamuzi huo ulilaaniwa kwa kiasi kikubwa, huku waziri wa utamaduni Lisa Nandi akiahidi kuwa serikali itapata rasilimali ili kuwaruhusu mashabiki wa Makabi kuhudhuria. Hata hivyo, sasa Makabi Tel Aviv wamesema mashabiki wao hawatasafiri kwa sababu za kiusalama na kwamba mazingira yenye sumu yamejitokeza ambayo yanatia mashaka usalama wa mashabiki wetu waliopanga kuhudhuria. Bado tukisalia kwenye soka, klabu ya Nottingham Forest iko katika mazungumzo ya hatua za mwisho ya kumteua Sean Dyche kuwa kocha wao mpya. Dyche ndiye mgombea mkuu kuchukua nafasi ya kocha mkuu aliyekuwa katika klabu hiyo Ange Postecoglou, baada yake kufutwa baada ya timu hiyo kupigwa na klabu hiyo ya ligi kuu inatarajia kukamilisha makubaliano hayo. Postecoglou alifukuzwa dakika 17 tu baada ya Forest kuchapwa tatu bila na Chelsea katika mechi ya ligi kuu siku ya Jumamosi. Forest wako katika nafasi ya 18 kwenye msimamo wa ligi wakiwa na ushindi mmoja tu katika mechi nane za ligi katika msimu ambao umekuwa wa sintofahamu. Tukienda kwenye tennis, bingwa mara nne wa Grand Slam Sinner hata kwa sehemu ya kikosi cha Italia kinacholenga kutoa taji la tatu mfululizo la kombe la Davis mwezi ujao. Sinner, mwenye umri wa miaka 24 alifika fainali za michuano yote minne mikubwa ya Grand Slam mwaka 2025 akishinda Australian Open na Wimbledon na pia kushinda tukio la maonyesho la Six King Slam, nchini Saudi Arabia siku ya Jumamosi. Sina anatarajiwa kushiriki katika fainali za ATP Tour mjini Turin kuanzia tarehe 9 hadi 16 mwezi Novemba, lakini nahodha wa Italia Filippo Voldari alisema kuwa mchezaji huyo nambari mbili duniani hajatoa upatikanaji wake kwa ajili ya kucheza kwenye kombe la Davis litakalofanyika Bologna kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23 sh, mwezi Novemba. Mchezaji nambari moja duniani, Carlos Alcaraz ametajwa kwenye kikosi cha Uhispa na hatimaye katika mashindano ya magari ya langalanga timu ya Red Bull imepigwa faini ya dola na 58 za Kimarekani baada ya mmoja wa wafanyakazi wao kurudi kwenye eneo la kuanzia mbio na kujaribu kuondoa utepe wa alama ya naf ya nafasi ya McLaren na Lando Norris kwenye mbio za United States Grand Prix. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Asubuhi njema, asante sana Victor Kenani.